Leo tunakwenda kujifunza namna ya ku merge majina kwenye ACMS. Mara nyingi tumekutana na changamoto ya jina la mshiriki kujirudia zaidi ya mara moja. Sasa nini kinachofanyika? Hatufuti lile jina, isipokuwa tuna merge linakuwa jina moja. Sasa jambo la kwanza ambalo inatakiwa ufanya, inatakiwa kwanza uyaainisha hayo majina yaliyojirudia na hiyo ni rahisi sana, unavuta ripoti yako kwenye mfumo wa ACMS. Unapeleka kwenye baraza la kanisa, kwa sababu tunaenda kucheza na data za watu, kwao ni vizuri ukapata idhini ya baraza, kwa maana ya kwamba mfumo utakuuliza minute number na tarehe, kwa sababu katika hatua ya kumatch lazima hayo majina tutayafanyia kitu kinaitwa adjust out, kisha tutakuja kurematch iwe jina moja. Kitu cha pili ni lazima hizo taarifa zifanane asilimia mia moja. Ngoja tuende kwenye jina husika. Unakuja hapa kwenye member search new, ukiwa umeshaingia kwenye kanisa lako husika na la kwenye akaunti yako ya ACMS, kisha utatafuta jina. Mimi ningeweza kuandika hapa majina lakini pia ningeweza ni kutumia kitufe hichi cha fetch pasipo kuandika chochote hapa, na utaona majina ya washiriki wako yatakuja. Sasa Juma John Mteku na Juma Joni Mteku, huyu ni mtu mmoja. Na mimi makarani, tuna kesi nyingi kama hizo. Yawezekana angerudia hata mara tatu, ameandikwa Juma Mteku huyo ni mtu mmoja lakini ana majina matatu kwenye mfumo. Sasa namna ya kuunganisha haya majina yaweze kufanana na liwe jina moja, hizi taarifa hizi taarifa zingine za ziada inatakiwa zifanane mtrekin. Kwa mfano Juma John Mteku inaonekana kwamba amezaliwa mwezi wa tisa, ACMS na mtindo wa kuweka tarehe kulingana na mwezi alafu siku ama tarehe ya siku hiyo na kisha mwaka. Kwa hiyo inasoma ni mwezi wa tisa tarehe tano elfu moja mia tisa themanini na tisa. Lakini Juma John Mteko huyu inaonekana aliingizwa kwenye mfumo na tarehe yake halisi haikuwepo. Kwa hiyo iliwekwa tarehe moja mwezi wa kwanza elfu moja mia tisa tisini. Kwa hiyo kwa haraka haraka, unajua hii data ni ya kurekebisha, lakini pia lazima tujiridhishe kutoka kwa mhusika kwamba taarifa sahihi ni ipi. Ma, uh, herufi herufi za jina lake zinaandikwa sahihi uh, kwa namna gani? Sasa mimi kwa kesi yangu hapa Juma John Mteku aliyezaliwa mwezi wa tisa tarehe tano tisa, tisa, hizi taarifa zipo sahihi. Lakini huyu Juma John, utaona hii John na John ni tofauti. Kwa hiyo nitahakikisha kwamba huyu ambaye sio sahihi afanane na huyu. Na kitu cha haraka haraka hapa ninachoangalia ni jina na tarehe. Hivyo vya kurekebisha, unakuja kubofya hicho kitufe hapa kilichochorwa alama ya penseli, kwa ajili ya kuedit hizo taarifa zifanane na kitufe cha juu. Lakini kabla sijaji hapa kuedit hapa, nimepata tu taarifa mbili. Kuna vitu vingi sana vinavyohusiana na huyu mshiriki sijaviona, bado inaweza kubonyeza kitufe hiki ili fomu yake ifunguke nione kuna taarifa za ziada zingine ambazo hazikuweza kuonekana pale. Majina kamili niliyaona, tarehe ya kuzaliwa nimeiona, mwezi wa tisa tarehe tano themanini na tisa na taarifa zingine hapa nikiangalia kwa haraka haraka hazipo. Kama zipo, hizi taarifa zote zinapaswa zifanane na lile jina la pili ambalo tutaenda kurekebisha lifanane na hili jina la kwanza, yaani taarifa zote zinapaswa zifanane kwenye majina yote mawili, ili iweze kukubali ku match. Basi nikijiridhisha kwamba taarifa ambazo natakiwa nizichukue hapa ni tarehe na kurekebisha jina sahihi, nitarudi, nitatumia kitufe cha back ili system inirudishe pale kwenye yale majina yote mawili, kisha nitaenda jina la pili, ntabonyeza kitufe cha kalamu nitarekebisha John, ilipaswa iwe John teku. Iko sawa, tarehe ilipaswa iwe mwezi wa tisa tarehe tano elfu moja mia tisa themanini na tisa wanapenda kuweka sifuri tisa sifuri tano, ili nisipate usumbufu sana lakini mfumo wenyewe utaweka namba moja moja. Basi nimejiridhisha kwamba taarifa ni hizo mbili tu. Kama kule kungekuwa kuna jina la baba ningeweka hapa, jina la mama ningeweka hapa. Basi mimi nitabonyeza kitufe cha save, itaniambia completed successfully. Nitarudi hapa back. Nikirudi hapa back utaona taarifa zangu hazijabadilika. Kwa nini? Ninatakiwa hii page ni search upya ama ni refresh ili iweze kuvuta tena kwenye kanzi data yetu na kutuletea mabadiliko tuliyokuwa tumefanya. Kwa hiyo ni rahisi sana. Nitabonyeza tu hiki kitu cha search hapa itaload upa page. Nitaona kila kitu kinafanana: Juma John Mteko, Juma John Mteko 95899589. Good. Hapo taarifa zangu zimekaa sawa. Sasa hili jina la pili ndilo ambalo tulilirekebisha, tuli takachofanya, nitakuja hapa kwenye transaction, hapa kwenye transaction nitakuja hapa kwenye adjust out. Ndicho kile nilichosema kwamba lazima upeleke kwenye baraza la kanisa maana unacheza na data, data za mshiriki. Lazima upeleke kwenye baraza la kanisa ili uweze ku, kupata baraka na hapa tutaandika tarehe ambayo ilipendekezwa kwamba hilo jina liondolewe, maana jina linatolewa sio kwa kufutwa ushirika, lakini ni kwa sababu ya kurekebisha makosa ya kiuandishi ama makosa ya ya ya kikarani. Kuna mwongozo wa Kiingereza unasema hivyo. kwa tarehe iliyopendekezwa Nasema labda ni leo, haya majina niliyapeleka leo kwenye baraza, minute namba yangu ilikuwa ni namba saba. Kisha nitasema adjust out. Nikisha sema adjust out na inakuuliza are you sure, nitasema okay, niko sure, maana baraza lilisha lilisha idhinisha. Sasa utaona hili jina linabadilika, maana mara ya kwanza ilikuwa ni NEM kifupi cha member, lakini sasa hivi ni PER kifupi cha person, maana huyu mtu sio mshiriki, ni mshiriki, lakini hili jina lake la pili lililojirudia anasoma kama sio mshiriki ameondolewa. Sasa taarifa yetu hapa tayari haiko sahihi, maana tuna mshiriki na tuna peso ko, lazima tuliunganishe liwe jina moja abaki kwa mshiriki. Wakati mwingine unaweza usi usione hichi kitufe Wakati mwingine skrini yako inaweza ikaja tu na hili jina peke yake. Sasa namna ya kupata hili jina, utakuja hapa juu, utahakikisha kwamba hichi kidude kimepigwa tick, cha peso kimepigwa tick. Hichi kidude cha peso kimepigwa tick. Alafu, kisha uta search. Search, basi mfumo utaleta hilo jina. Mimi kwangu ilikuwa tayari imekwisha kuniletea. Sasa kitu kinachofanyika, tunachukua huyu Juma John Mteku tunamuunganisha na huyu wa juu tunamchukuaje? Unaweza ukakopi jina lake, kwa sababu kuna mahali tutaandika jina lake ama tutaandika email address yake, lakini mimi wanapenda kukopi kodi kwa hii kodi, kodi nitakopi, alafu kisha nitakuja hapa juu kwenye vividoti vitatu, halafu nitasema merge records. Nikishasema merge records, kile nilichokuambia kwamba itakutaka uandike jina la pili name, code, email, na mimi tayari nilikwisha nilikwisha kuchukua code, kwa nitapaste code yangu hapa, nita search. Hii ndo process ya kuunganisha jina liwe moja. Sasa Juma John Mteko ni yule ambaye ni memba, alafu yule person, Juma John Mteku tunamuunganisha ili asiwe na record mbili kwenye mfumo. Kwa nikimsearch, amekuja ni hapo, nitasema select, niki select tukuja hapa na history, history yake kuja kini, basi tunasema tarifa tunataka tuiunganishe match sasa mfumo utakwambia kwamba utakapounganisha hii taarifa hautaweza tena kuzirudisha kuzilipa. Tutasema okay, nikisema okay itasema completed successfully. Kama kawaida, hakuna mabadiliko yaliyotokea, tutabofya kitufe cha search. Tukibofya kitufe cha search au oh, tayari Juma John Mteko ni jina moja, na hata tukija hapa kwenye person person imewekewa tick. Lakini tukisearch ile person haipo. Sasa anaonekana ni member moja hmm, na hapo unakuwa tayari umeshakamilisha hatua ya kumerge.